Tunamshukuru kwanza Allah subhanahu wa ta'ala, Mola ambaye ametuwezesha leo kuweza kutekeleza ibada kama hii tukufu ya sala salatu al-Eid. Tumeswali sote tukiwa tumejumuika baada ya kutekeleza ibada ya siyam na ibada ya funga pamoja na ibada za kiyama ambazo tumezitekeleza katika mwezi wa Ramadhani. La msingi katika siku kama hii, kwa hakika ni siku ya furaha kubwa na siku ya Waislamu wote kusherekea na ku share pamoja furaha na kuweza kufurahika pamoja na jamii na familia kwa jumla, lakini kuna mambo ambayo ya misingi muhimu lazima tuyazingatie kama Waislamu, ya kwamba furaha yetu lazima iwe katika mipaka iwe katika mipaka ambayo imepangwa na sheria ya Kiislamu, tusi exceed ile mipaka na kuivuka kuingia katika mambo mengine yasiyofaa, kufanya mambo ya masia, kufanya mambo maovu ambayo hayafai kufanyika katika siku kama ya za leo. Kwa hivyo tunatakiwa tusherekee within the limit za sheria, pamoja na kuwaangalia zaidi wale katika sisi waislamu ambao ni madhaifu, ambao hawajiwezi, tuweze kuwasaidia kwa namna yoyote ambayo tunaweza kuwasaidia kihali, kwa mali, kwa fedha au kwa kukidhi haja zao mbalimbali. Kadhalika tunaweza kushirikiana katika jambo kama hili. Hii ndio msingi, huu ndio msingi wa Uislamu, kuweka siku kama hizi, siku za furaha, ili waislamu kuweza kushirikiana pamoja sote katika ibada kama hii na furaha kama hii pamoja pamoja. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwezeshe sote pamoja kuwa pamoja na kuweza kushirikiana katika furaha hii na idumisha hii furaha kati ya jamii ya Uislamu, tuweze kushikana, tuwe kitu kimoja, tuweze kuelewana, tuweze kutekeleza mambo yetu pamoja na tusitenganyike wala tusigawanywe na nguvu mbalimbali ambazo hazina mwelekeo katika dini yetu ya Kiislamu, tuweze kusimama tukiwa ni jamii moja, insha Allahu wa taala. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Huu wakati wa idi ni wakati wa raha, lakini raha zetu pia ziwe na mipaka, raha zetu ziwe za nidhamu ya sisi ambao tulofunga, tule raha na wale wenzetu ambao kufunga pia wahisi ama, na wao watamani zile raha zetu tunazokuwa nazo, ningelipenda nazo kumalizia na nukta hii sasa Hizi raha zote sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wananchi wote wa Kenya tunazipata kwa sababu ya serikali. Kama ingelikuwa kwa hatuna serikali ya kudumu, serikali ambayo inaangalia usalama, hizi raha zote tungekuwa hatuzinazo sisi. Kwa hivyo tunatoa shukrani kubwa kwa serikali kustawisha usalama ndani ya mwezi wa Ramadhani na amani, na tunashukuru zaidi huu wakati wa Idi pia u wahudumishe zaidi ya amani na yote haya yamepatikana kwa serikali ambayo tulionao sasa hivi ya broad based government. Kwa hivyo tunashukuru Rais wetu William Samoei Ruto na Rais wa chama changu cha ODM Bwana Raila Amolo Odinga kwa kushirikiana, ili sisi waislamu na wasiokua waislamu kuipata ama kucelebrate siku ya leo kwa amani na furaha Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kukamilisha nguzo ya nne ya Uislamu. Alhamdulillah tumefunga vizuri kwa amani. Kwa hiyo la msingi mimi ni kutaka kuongezea kwamba viongozi wazidi kushirikiana ili kupeleka taifa hili mbele.